Machama ni hatua ambayo ilikuwa inatarajiwa kwamba itafuata it, it, kwa sababu hii ni kampeni mzima ambayo imesukwa kwa kwa mkwania ovu. Anakiuka sheria vyama vya siasa, anaisigina hata katiba ya CHADEMA. Kwa maana hiyo ni kwamba ni watu ambao hakuna chembe ya kuheshimu sheria za nchi yetu, katiba ya nchi yetu, lakini wamekalia viti hivyo kwa kutekeleza mipango yao ya, ya, ya uovu na ya kutaka kuiua Chadema, kwa hiyo itakutana na nguvu sahihi zinazostahili za kuweza kupambana na uovu na uvunjifu wa sheria ambao unafanywa na watu ambao wanatumia madaraka yao vibaya na lengo la kunyanyasa na kupoka haki za watu kuweza kujumuika na kuweza kufanya siasa katika nchi yetu, ambayo ni haki ya kikatiba. Kwani CHADEMA inapata ruzuku ya kiasi gani kwa uendeshaji wake? Nadhani shilingi milioni mia moja na kitu, ndio wangeweza kuzungumza swala hilo vizuri. Mimi sio husiki na masuala ya fedha. Sasa mtawezaje kuendesha chama wakati huu nje ya ruzuku? Kwa namna gani chama kinajiendesha? Chama chetu kiko ni chama, kina, chama cha wananchi ki kina wanachama wengi sana. Wanachama watachangia sehemu kubwa ya, ya chama ambacho ni chama cha siasa, kinategemea wanachama wake na, wa, na wapenzi wake. Kwa hiyo sisi chama chetu kita, kitapata hizo fedha kutoka kwa wanachama, wakati jitihada za kisheria zikiendelea za kuhakikisha kwamba haya makosa na, na, na, na, na, na uvunjifu mkubwa wa sheria wa nchi yetu ambao umefanywa na msajili ambaye tena tutegemea kwamba ni ofisi ambayo inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa, lakini elekea inaongozwa na watu wa ambao wa wako, wako nje ya serikali au, au, au wako nje ya, ya ofisi ambao wanatekeleza nia zao ovu. Utapambana nao kikamilifu. Kwa nini msitekeleze matakwa ya mamlaka, kama mkajiepusha na hiki wanachokisema? Oh, oh, kuna ugumu gani? Ambayo amri, amri, am, inakiuka sheria aitiwi, inapingwa Amri inayokiuka sheria hutakiwi kuitii, unatakiwa kukabiliana nayo. Ni jukumu la katiba, katiba yetu ibara ya 26 nasema kila mtu ana jukumu la kutii na kuheshimu katiba hii na sheria za nchi yetu. Hatutakiwi kutii amri ambayo inakiuka sheria na katiba ya nchi yetu. Mwanzoni hapo mwa mazungumzo haya umesema kwamba hatua hii ya msajili wa vyama vya siasa itakumbana na nguvu za hii, nguvu gani hizo kwa ufafanuzi, Dkt Nshala? Hiyo ni viongozi wa chama wakubwa wa chama wataweza kuzungumza, wataweza kutoa msimamo sahihi lakini tutaonana katika sehemu ambayo ni kwamba msajili na sisi tutakuwa tuko sawa, naam.